E, bwana niko maeneo ya Mbezi Magufuli, Mbezi Mwisho, na mbele yako niko na mamaangu, nimemwona Bwana Juwani akiwa anaokotakota hizi chupa za plastic, anafanya kazi ya kutafuta e, kipato chake. Nikasema nimuite kidogo kwenye kivuli hapa tukae tuzungumze machache niweze kujua tu e, kuhusu kazi yake, kwa siku anaingiza e, kiasi gani cha pesa, lakini pia changamoto lakini pia niweze kujua uh, pengine ana, anawezaje kuweza eh, kumudu majukumu ya nyumbani kwa hiki ambacho anakifanya hapa. Mama, shikamoo maraba kwema kabisa kwema. Naitwa nani? mimi naitwa Mariana Thomas Tengeneza. Ongera, onge, onge sana, unapambana mama angu. Mm. Ongera haya, eh, niambie kwanza eh, shughuli hii unafanyaje hapa Magufuli? Shughuli na naokota makopo humo makufuri kila sehemu, nandanaokota ukota, ukota madi mpate, mpate chochote cha kupekea watoto nyumbani. Hii mm. Ah, kazi una muda gani unaifanya huu? mwaka wangu wa nne. Mwaka wa nne mm. mm. Sasa hebu niambie kwanza ningependa kujua kabla ya hii kazi ulikuwa unafanya kazi gani kwanza? Nilikuwa nyumbani, lakini baada ya mume wangu nini kufariki bidi ndio nianze kufagia na kuokota kopo. Yeah. Ina maana wakati uh, baba yupo ulikuwa ufanyi kazi hizi eh? Yeah, nikupo nyumbani mm. Baba alikuwa anaumwa labda ulikuwaje? Uh, katoka kulewa kalala moja kwa moja kapitiliza hakuumwa, yeah. So, baada ya kuona majukumu ni makubwa nyumbani ikabidi sasa wewe ndio uingie yeah. Kupambana utoke barabarani yeah. Ilikuwaje rahisi kufanya hii kazi uh, Sio rahisi kwa sababu ni ujidamke asubuhi, ufagie saa kumi na moja ufagie, ukimaliza saa nne uanze kuokota kopo mpaka jioni ukauze, ndio ondoke nyumbani mm. Kwa nini pengine uliamua kufanya kazi ya kuokota makopo labda na sio labda kazi nyingine? Nafahamu kwamba wamama mna kuna kazi nyingi mjini hapa, wewe ulianzaje kuingia kwenye hii kazi? Kwa sababu nilivyoona mwanaume ka, kafariki, kaona tu kubaki nyumbani na kuanza kuombaomba, bidi difanyie kazi yoyote ile mpate mafanikio ya kuendesha watoto ya kwenda shule na kipato cha kula. Hmm. Sasa nyumbani pale kuna watoto wangapi? Na pale kuna watoto sita, wa saba yuko Morogoro. Jumla una watoto saba, au jumla watoto saba? Kwa hmm. watoto wako nataka nijue yupi ambaye anasoma wangapi wanasoma, wangapi wanafanya kazi yaani nijue hali zao zikoje? Anayefanya kazi kwa ujumla ni mmoja, ni wengine, wengine wapo wapo tu. Wanayesoma wako wawili, mwingine form one, mwingine darasa la tano. Eh. anayefanya kazi yuko wapi na anafanya kazi gani? Yuko Morogoro, uko gereji e. lakini ipe kidogo iko vizuri Eh, e, kwenye hali, hali ya kiuchumi yukoje? Hivyo hivyo sio sana, usema na kipato kikubwa cha kuniendeleza mno. mm. unaishi wapi, hapa Dar es Salaam? naishi Maramba Maramba mawili eh. kuja hapa asubuhi na kurudi nyumbani, nyumbani, na udi nyumbani? narudi saa moja au moja na nusu eh. na shughuli zako kila siku? nafanyaga hapa, nafanyia stendi ndogo hapo eh Niambie, unaanza kuokota makopo saa ngapi, na kazi hii saa ngapi inakuwa imeisha? naanza kuokota makopo kuanzia saa nne mpaka kumi na moja, e, ikifikia saa kumi na moja jioni nakusanya naenda kuuza. Kitoka hapo nikioga tayari ndo naondoka kwenye kumi na mbili au saa moja e, ndo naondoka nyumbani. ratiba yako ni ndefu saa nne mpaka saa kumi na moja, nataka nijue unakula saa ngapi? Hebu niambie kwanza. Kwa kula ni kiokota ki, kiokotakota pae kienda kuuza kidogo, kufikia saa tano nakula ugali. Ugali wangu nakulaga saa tano ugali ee. Wa shilingi ngapi? Wa elfu moja. Mm. Baada ya kula ugali hapo mpaka saa ngapi tena? Mpaka saa sa, sa, tatu au mbili, mpaka nifike nyumbani n, n, n, tena nikale tena ee. Kwa siku unakula mara mbili, hiyo saa tano ugali na usiku saa mbili e... na ukifika nyumbani nataka uh, nijue hali ya chakula nyumbani inakuwaje? Wewe usiku mpaka urudi ndo mpike au unakuta tayari umeshaanda? Nikifika nyumbani kule, nikifika nyumbani kama ndo nimerudi na dagaa au nimerudi na chochote a, ndo na kanga kanga pale, tunakula kilichokuwepo nacho nilichorudi nacho pale ndo tunagawana, na chia cha mchana na mimi Nafanya nauli na kuja huku. Hmm. Uyuhi, nyumbani wale mpaka urudi e, nyumbani wale kula nini na upea mchana nawachiaga na, na ah siku yani. Usiku mpaka nirudi e. Hmm. Sasa niambie uh, nataka nijue unapataje pesa kwenye hii kazi yani, kwamba hii kilo moja shilingi ngapi, na kwa siku unaingiza kiasi gani? ningetaka nijue Kilo moja kwa kule sasa hivi, kwa sababu makopo ameshuka sana, kilo moja ni mia mbili. Kwa hiyo unaweza ukapambana mpaka jioni, unaweza ukapata kilo 15 14 hivyo. Ukipata hivyo, elfu tatu, elfu mbili. Na kilo 15 na unapata elfu tatu, ukipata ndio hivyo, kama kumi na nne unapata elfu mbili na mia nane, naondoka ndio hivyo eh. Sasa hiyo elfu tatu au elfu mbili mia nane unaigawaje? Nauli, nyumbani wale, shule, watoto Mama, unaigawaje hiyo? ah, shuleni kiwa kama shule pale nini, hata walimu zao nimeshawaambia. Kwa sababu gani wao nawachapa siu, kuna michango nini, waga naendaga kwa walimu kaambia, nikipata hela. Ukiona katoa hela si spidi siu nini, nimepata hela. Kama sijapata hela, ikiwa katikati hivi sijapata hela, kama hajatoa ujue sijapata hela e, mpaka walimu zao waga wananijuaga e, E, na, e, nataka kuambia tu wakiwachape amba msiwachape kwa sababu nimebaki mwenyewe Eh. E, masuala ya nguo za shule, viatu, labda nguo za sikukuu, inakuwaje sasa, kwa sababu pia naona kipato ni kidogo hapo, inakuwaje? A, nguo za sikukuu, nguo za, za sikukuu wa, wale wa sio sana, kwa sababu siku, siku siku zingine kama nini kama wa, wakienda kwa mjombao ndo wa, wa, wakiwapa ndo wa, nini kwenye, kwenye nguo za sikukuu e, e. Zile nguo za kawaida tu labda lesei ume, ume nguo za kushindia zile viatu labda hivyo vipi e, ndo hivyo siku kama hivyo umepata ndo hivyo naenda kuachukulia kule za bei rahisi za kushindia wanakaa wanavaa ya yani lakini unaishi kwako e? Unaishi kwangu kwa sababu ule baba alivyokufa akaacha ka, nyumba e, hali ya nyumba ikoje? ha, hali ya nyumba so, sio kuna baadhi, baadhi vingine milango nini, mingine kopo bado sijamalizia e, mm. Sawa uh, umezungumzia masuala ya, ya chakula hapo nyumbani kwamba usiku ule mpaka urudi ndio chakula kipikwe Hebu niambie, mara ya mwisho ni lini nyumbani kwako mmepika chakula kizuri, ukasema leo nimepika chakula kizuri na wanangu, labda pilau nyama, mkanunua soda, mkala? Mara ya mwisho lini wewe mama, na, na familia yako mlipika chakula kizuri mara mkala? Sio sana. Sio sana. Mm. Pengine, pengine, pengine tu umwambia sema tukaniu akutumieni hela ambayo mama mama, niko vizuri, anakutumieni akishakutumieni, kule ndo mnapika mna, mna mnapika ubwabwa aini sana sana pale ni ugali, kila ugali basi, na watoto na ile hali wameshaizoea eh. Kama nyama ya kuku nyama ya ng'ombe sio rahisi. Sio sana mm. Eh. Sawa na kwa upande wako wewe mama, nataka uniambie. Uh, kama mwanamke, si ndio? Naamini kwamba kama mwanamke kama mama, pengine kuna mambo ama kuna vitu ambavyo ulitamani mwenyewe kuvifanya kwenye maisha yako, lakini kwa sababu ya hali ya kiuchumi, hali ya maisha, ukashindwa kufanya. Ebu niambie ni jambo gani ambalo ulitamani sana ulifanye kwenye, kwenye maisha yako, ulitimize kama mama kama mwanamke lakini kwa sababu ya maisha umeshindwa kulitimiza, jambo gani? Mimi yani hapa ta nikipata nini, hata ka, hata kama kagenge ka, nipate kutulia na hili jua, nashukuru e, nashukuru mbayo mm, utauza nyanya ni vitu e, vidogo vidogo tu nikifungua vikiwa pae, nikikaa nikitulia na hili jua na, na, na shukuru eh kwa mama anasema kama akipata genge basi, ili jua kidogo litakuwa limemwepuka, tutamsaidia kukaa mbali na na jua, jua ni kali. Pole mama, shapo usipotoka nyumbani awali, awali. Uh, ushawahi pengine wewe mama, mara ya mwisho lini? Labda umenunua nguo mpya, nguo nzuri, ukavaa ukapendeza, umenunua labda kijora, umenunua labda e, gauni zuri hivi, mara ya mwisho lini? Mm, kwa sasa hivi kwa kweli, kusema ukweli kabisa, sijainunua zaidi ya sesara, mwingine anakuhurumia ndio anakupa, e, sijawahi kununua. Kuna dukani ukatoa kwa mfukoni kununua nguo. Sijawahi. Okay. Kwenda saluni kusuka labda kusuka nywele zile saluni ukasuka uka, uka ukapendeza, ushawahi kweli? mara ya mwisho hivi? nikikaa na wenzangu paepae chooni wa muda tukimaliza kufagia, ndio hivyo mara tunanini tunasuka na hizo hizo nywele za mkono mm, saluni sijawahi. e, unatamani. e, natamani kuwa nini, na mimi angalau hata kama ni mama niwe msafi msafi natamani, lakini hali hairuhusu e. Suke vizuri e. Mafuta mazuri e. E, natamani kuwa ni, lakini sa ndio hivyo hali hairuhusu e. Make up upendeze hmm. Nguo nzuri, ndio hivyo mwanangu. Chakula gani ambacho unatamani kula lakini uwezo wako haukuruhusu. Ah, siku moja moja pengepo ubwabwa hivi e, e, ukila ubabwa hata kama na maharage kidogo watoto wanafurahi, na mwenyewe unakuwa unafurahi, lakini hali hairuhusu chu e, chakula yani, chakula tu cha kuwafurahisha pale pengepo ni, ni mchele na, na maharage. Basi. E, basi. Sa, sasa hivi saa nane hii. Kwa hiyo ukitoka hapa unaelekea wapi? Nikitoka hapa naelekea kwa makufuri kule, naenda kuokotaokota naongezea, kifika saa 11, naenda kuuza, ndio naondoka zangu nyumbani tena. Eh. Miaka minne kwenye hii shughuli. Ni Mm. miaka minne tangia hapo mume wangu ndio kabi Eh. muhimili, nasema nguzo ya familia ilipoondoka, basi mambo akawa magumu kabisa. Mambo akawa magumu Sapoti ya ndugu zako ikoje? Labda familia yako ndugu zako, wao wanakusapoti, wana vipi? Sapoti ya ndugu zangu nikiona nimekwama kabisa, kama, kama juzi pale nikampigia, ikabidi kanitumia debi moja ya mahindi yeah. Yeah. Okay. So, lakini unatamani pengine upate genge uze zako nyanya nini? Nikae yeah, nitulie na jua yeah. Kwa miaka hii minne yote haujawahi kupata hata labda yani kwenye kufanya hii kazi hata kam, kamtaji kam, kamana si ndio? Bado sijapata, e, sijapata kwa na hela ya kusema nipate mtaji mkubwa bado, bado. E. Mm. pale mtaani kwako maarufu wanakuita kama mama nani? Pale mtaani kwangu wana, oh, oh, jina maarufu ananiita Mama Joy, Mama Robati, Mama Sadoti, ana watoto wangu wote tu anaita e. Niko na mamaangu Mama Joy Kombezi Magufuli hapa nimemuona akiwa anapambana, nikasema ni nimuite nizungumze naye kuweza kujua, so anasema sababu ya msingi ya kufanya biashara hii, uh, mama baada ya mume wake kufariki basi ikawa sababu ya yeye uh, kupelekea kufanya hii biashara. Lakini anasema anatamani siku moja yawezekana labda eh, watu wakafanya namna akapata hata kagenge hivi. Unajua eh pata kagenge ili aache kukaa juani. Unajua akipata kagenge anaweza kufanya shughuli zake vizuri kabisa na maisha akaendelea, si ndio mama? yeah. mm. ko genge lako liweje? liwe na vitu gani? genge langu liwe tu na vitu yaani vyovyote, mtu atakavyobarikiwa, kwa sababu ujue nyanya, vitunguu, nini vitu. Sema, niambie liwe na vitu gani. Wewe sema, usogope kama nyanya, vitunguu, hoho, karoti, yani vitu tu vya kuenea kwenye genge, madi nitapumzika juani. Nyanya, e. Karoti, vitunguu, oho, wana matunda kidogo, machungwa machungwa, maembe, si ndio? Kwa ukipata genge mambo safi. eh, sawa sawa. basi kwa kuwa e, Watanzania ni watu ambao wana moyo, wana upendo bila shaka, mama tutafanya kitu sawa. Ombe Mungu. Amina. Amina. Mimi nimependa kuona unapambana, ni mpambanaji, ujasema ujamua, kaa nyumbani, familia ya watoto saba wanakutegemea, sio kazi rahisi. E, ni kweli mwanangu hmm. Kuna muda pale nyumbani chakula kinakuwa hakuna kabisa ha, kuna muda kinakoswa kabisa inakuwaje? hmm. e. Kitokea kuna chakula sasa ha, kama chakula kikikoswa kabisa na unawatuliza watoto? Naambia, jamani hebu tulale basi nini, kesho kukicha, wanangu ntanunua kitu kizuri. Basi ukikicha asubuhi sana, unawahi kupambana. Na unageuza unaenda wataka mauji, unakorogea unakunywa. Unakuelewa eh, una eh, wanaelewa mm-hmm? ukiacha chakula nyumbani pale kwenye familia yako, kipi ambacho pengine pia ni changamoto, labda kwenye kuwalea watoto nini ambacho pengine pia ni mzigo kwako, changamoto yakitokea malazi kama mtoto anapoumwa, aeza yule mama akiumwa, hapo ndo changamoto ya kupeleka hospitali, kwa sababu inatakiwa ukishafika hospitali kuonana na daktari, sijui nini, cheti cheti, yote ile ndio hela pale, ndo changamoto kubwa sana eh ya maradhi. e, wa, kama mzazi akiumwa watoto wakiumwa pale ndio changamoto kubwa kuzidi hata hiyo ya, ya, ya, ya chakula. Kuna mzazi e, na, nani? Mama angu baada ya baba kufa mama bibi ni mkamchukua Eh. Mama kumbe e. mm -hmm. Kwa maana kuna huko wewe mama yako mzazi na watoto sita e. na watoto sita. Unakuangalia wewe? Unaangalia mimi. Mama ni umri gani? itakuwa si miaka takribani si itakuwa sabini yule, e, ni mzee. hali hmm, yake yeye ikoje kiafya? hali yake ya kiafya ndio hivyo leo maa homa ma kichwa oh ma hivi, basi hivyo hivyo mama wangu e, napambana sana, familia kubwa huko na mama mzazi na watoto wao sita, au napambana sana sasa. Potoka awali wote. Ah, mm, basi, mimi ni kwa sababu muda umeenda, ni kuache uendelea uh, shughuli zako, lakini mimi na wewe tutawasiliana sawa, Amina. Wasiliana naamini na pia Watanzania watafanya kitu kwa ajili yako mamaangu, utapata genge sawa sawa, baba pata genge, basi uache hii kazi, utaacha mwanangu. So, pate genge tena afu tukuone tena magu, Magufuli kwa kota chupa namna mnioni tena mtatulia. e... Upata genge safi mtatulia mwanangu. Basi mama, kazi njema Amina, Amina. Nasali wapi? Nasali nini? Efata. Eh. Ni mwenge. Efata huko, huko nini Malamba kono huko kwa bibi kwa bazi huko eh. Saa basi mamangu, kazi njema Amina.